Bwana Yesu Kristo asifiwe. Je, unajua ya kwamba watakatifu wa agano la kale walikuwa wanaitwa na Mungu e, wafanyikazi wa Mungu, marafiki za Mungu, watu wa Mungu, lakini hakuwaita e, watoto wake. Ni kwa nini? Ni kwa sababu Yesu Kristo akuwa amezaliwa ili akafa kwa dhambi za ulimwengu wote diposa yeyote anayemwamini anapewa uweza wa kufanyika mtoto wa Mungu. Kwa hivyo hao watu watakatifu wa, e, wa e, angano la kale hawakuwa watoto wa Mungu, walikuwa ni watu wa Mungu, walikuwa ni wafanyikazi wa Mungu, walikuwa ni marafiki za Mungu. Hata tunaona kwamba katika kitabu cha Yohana kumi na tano Yesu Kristo aliita e, watumishi wake yani wanafunzi wake aliwaita, me, alikuwa anawaita wafanyikazi wake, lakini akasema hata kuwa sasa, akawaita wafanyikazi wake, akasema sasa atakuwa akiwaita eh, marafiki zake. Ni kwa nini si watoto wa Mungu? Ni kwa sababu yeye hakuwa ameenda msalabani akafa kwa ajili ya dhambi za ulimwengu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hivyo watakatifu wote wa eh, angano la kale walikuwa wakitaka kitu kwa Mungu ilikuwa lazima wafanye kulingana na matakwa yake kulingana na mapenzi yake watimize sheria zake, iposa eh, akaweze kuwabariki kwa wa, wakitii eh, amri zake. Bwana Yesu Kristo asiye. Lakini wakati Yesu Kristo alikufa na akavuka kwa ajili ya dhambi za ulimwengu, yeyote ambaye anamwamini anapewa uweza wa kufanyika mtoto wa Mungu. Kwa hivyo akitaka kitu chochote kile kwa Mungu hafanyi kazi awati amrisa Mungu ndiposa Mungu ambariki yeye, amekuwa mrithi pamoja na Kristo. Kwa hivyo chochote kile ni cha Mungu ni chake, anakipata kwa njia moja ya imani yake ndani ya Yesu Kristo. Kwa hivyo ukienda kwa Mungu ukiwa mtoto wake, unapata chochote kile unataka Mungu, kwa njia ya kumwamini Mungu na kuamini kwamba wewe ni mtoto wake na Yesu Kristo Bwana maisha yako. Kwa hivyo chochote kile unahitaji kwa Mungu anakupatia kwa njia ya imani ndani yake Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo akubariki na akuwezeshe kuelewa maneno hayo. Mungu akubariki. Amen.